Na tukigeukia spoti sasa ni kwamba kampuni ya Shabiki.com imefadhili makala ya sita ya mashindano ya kandanda ya Rashid Abdalla Super Cup. Michuano inaendelea katika kaunti za Mombasa na Kwale. Afisa wa oparesheni za Shabiki.com, Abdi Waqo amesema lengo kuu la Shabiki.com ni kuinua na kukuza vipaji mashinani. Akizungumza wakati wa kutiwa saini kwa mkataba wa ufadhili huo, muasisi wa Rashid Abdalla Super Cup, Rashid Abdalla ameshukuru Shabiki.com kwa kuendelea kudhamini michuano hiyo akisema kampuni hiyo imedhihirisha kuwa Shabiki.com ni shabiki wa kweli wa michuano hiyo. Hii Shabiki wameonyesha wazi kwamba wanathamini jitihada ambazo zipo mashinani. Wameonyesha kwamba wana nia ya kuendelea kuwashika mkono na kukuza vipaji vyao na kuhakikisha kwamba ndoto zao haziishii tu njiani. As shabiki we are always about inspiring growth and opportunities and this is a great venture that we are happy to be part of. Mwaka huu michuano hii inatajwa kuwa ya kipekee, kwani kwa mara ya kwanza mwanamuali kombe la Rashid Abdalla Super Cup limevuka bahari ya Mediterranean hadi Kenya. Kwa hisani ya shabiki.com, lina urefu wa sentimita 78, na ukiangalia katika nakshi zake ambao limetengezewa, kuna shaba hapo ndani, kuna fedha hapo ndani, kuna mbao hapo ndani, kuna dhahabu hapo ndani. Wamegharamika uh, shabiki kulileta uh, na ni kuheshimisha mpira na kuheshimisha vipaji. Fainali to ya michuano hii ambayo imehusisha timu kutoka kaunti za Mombasa na Kwale itachezwa Disemba 14 katika uga wa Kwale ambapo mshindi ataondoka na kitita cha shilingi milioni 2.5. Kazi nzuri ambayo amefanya Steve Shitera mwanaspoti wa Citizen Nairobi.